Ana siku hizi tuna mfumo wa vyama vingi na vyama vingine navyo vinakuja huku na vingine vinaongopa, lakini havina haya. Kwa hiyo vikikuta na wewe huelewi, unasema eti wao, kumbe wewe hujui <clears throat> wanasema nini hawa watu wana. Wamekuwa wanapiga makelele hapa, wanasema tu Rais Samia miaka mingi iliyopita alianzisha mfumo wa maridhiano. Wakati huo kulikuwa na matatizo, matatizo kidogo na baadhi ya watu wa vyama vingine hasa kimoja cha Chadema walikuwa wamekimbia nchi, hawakuwepo Tanzania. Rais Samia akaja akikusanya vyama vyote vifanye mkutano vimweleze matatizo yao ni nini na madai yao ni nini, akakutana navyo. Chadema, wakakataa kuhudhuria mkutano huo wa vyama vingine. Tuko vyama kumi na tisa katika Tanzania, wao wakasema wanataka wasikilizwe peke yao, wanapenda sana ubinafsi kidogo, na rais akakubali haya, akamtuma Abdulrahman Kinana ambaye ndio mimi nimechukua nafasi yake, awe mwenyekiti wa kamati ya kuwafurahisha. Wamekaa nao wanasema mwachie watu walioko nje warudi bila masharti. Tukasema haya, warudi. Walirudi au wajarudi? Na mmoja alikuja kuwatembelea hapa, alikuwa huko, alirudi. Wote wako nchini na wako salama salama, kulingana na tabia zao, maana kwamba warudi wakae salama, sio kwamba wana uhuru wa kuvunja sheria, hapana. Ukivunja sheria maridhiano yanawekwa kando, sheria inachukua mkondo wake. Wameenda nao wakasema wanaomba waruhusiwe kufanya mikutano, maana liku imekosa mikutano miaka mingi, wakaambia fanya mikutano. Walikuja huku kufanya mikutano? Hawakuja walikuja. Habari gani? Walisema mnajua nyinyi mliosikiliza wakasema tunataka maandamano. Rais Samia akamwambia maandamano, na polisi watakuwa wanawasindikiza, na wengine nguvu zikawaishia j wakapewa na polisi glucose ili wapate nguvu ya kuendelea kutembea. Huyo ndio Rais Samia kazi unamwambia Rais Samia dikteta. Dikteta huwa wanaruhusiwa watu kuandamana na polisi na walinda wapi? Uliwahi kuona? Labda kama hujajua kudikteta maana yake nini, labda kama hujui tukutafutie waliko wadikteta ukajifunze uone wanavyoendesha. Wameomba kila walichotaka wakapewa, wakaandamana, wakafanya mikutano kilichowashinda ni kuwafanya wananchi wa, wa, waelewe wanachokisema. Sasa hiyo haikuwa kazi ya rais huyu, kwamba waruhusu mwende mseme, tena akawasemee? Tutasema wenyewe. Kama watu watawaelewa watawaelewa, kama waliwaelewa, mimi sijui, lakini dalili zote zinaonyesha hawaeleweki. Wamemaliza wale waliokubali kufanya mkutano wakatoa maoni wakasema sisi tunataka sheria zibadilike za uchaguzi lakini katiba isubiri, maana muda wa kujadili katiba haukutosha. Yalikuwa maoni ya vyama. Wenzetu wa Chadema wao wakasema kuna watu wao walifungwa 400 mwaka 2020 wasamehewe, wakasamehewa na waliokuwa jela waliachiwa kwa kufuata sheria na katiba inayompa mamlaka rais kufanya hivyo. Yote tayari yamefanyika. Wakaona sasa kumbi inawezekana, wakasema wale wa kina mama kumi na tisa waliokuwa wabunge waondolewe. Tukasema sawa, lakini wako mahakamani, tungoje kwanza mahakama imalize kesi yao. Alafu watafanya nini? Wataachiwa kama mahakama itarihisha. Wanasema watoke okay, tuve la mahakama bwana. Ninyi mnasema tufuate utawala wa sheria alafu tena mnatushauri tuuvunje. Hapo ndipo walipokwama. Alafu wanataka sisi na Chadema waandike katiba wea mazuili katiba yenyewe ya watu wote, tukasema hapana. Tuliposema hivyo wakasema na mazungumzo yamekatika, yamekufa. Ayo ndio maana mnasikia wana kauli mbiu yao wanasema No reform no election, hizo wala musibabaike hizo. Hizo kauli mbiu zao hu hazi siji hazijui Kiswahili.